Kiwira, oye bodaboda boda, kazi, kazi, kaba, kazi! Nimerudi tena hapa ndugu zangu bodaboda, sasa hapa nimesimama kwa niaba ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya ambaye ni Ndugu Patrick Mwalunenga, lakini pia ndiye mbunge wa jimbo la Mbeya mjini. Ndugu zangu bodaboda, mnafahamu mwenyekiti wetu alipita hapa juzi, aliongea na makundi mbalimbali alitoa ahadi nyingi. Sasa nataka kuyasema yale katika ahadi alizoitekeleza. Aliahidi kuwapa bodaboda boda pikipiki tano, alishaka benzi zote vituo vitano, kwa maana Karasha stendi ya Igogwe, Kiwira Madukani, Tandare na Tandare juu. Lakini pia kulikuwa na masuala ya fedha. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama mkoa wa Mbeya aliahidi kuwapa mafundi seremara kiasi cha milioni tatu Amenikabizi mimi kama diwani siku ya Ijumaa kuwakabizi mafundi selemala kiasi cha milioni tatu nimekabizi tayari pale. Lakini mweshimua mwenyekiti wa chama mkoa wa Mbeya ndugu Patrik Bwarunenge aliwaaidi hawa wa machinga, aliniagiza kwenda kukabizi fedha, nimekabizi hiyo Ijumaa. Lakini pia mwenyekiti wa chama mkoa wa Mbeya aliahidi wa mama mbogamboga mboga, kwamba niwafikishie fedha zao kama alivyowaahidi, nilienda kukabezi pale. Lakini mwenyekiti wa chama aliwaahidi hawa boda bodaboda kijiwe hiki hapa cha zebra pembeni, kwamba kijiwe hiki kinahitaji kuweka kifusi. Juzi nilivyopigiwa simu, akasema ingia katika tasimini uangalie kama ni kifusi, ni ruti ngapi, kama ukingo kwa ajili ya kuzuia uangalie ni ruti nani, ni tofali ngapi au mawe, tripu ngapi mimi kama diwani wa kata hii, kushirikiana na viongozi wenzangu wa ngazi ya kitongoji pamoja na kijiji, tuliingia hapo, tulikutana na bodaboda, nadhani shahidi mwenyekiti wa kijiji nani wa kituo hiki cha bodaboda, tukatathmini, tukapata gharama. Leo naenda kumpa mrejesho, ataingiza fedha kwa ajili ya utekelezaji kule. Sasa, ndugu zangu, mimi niwaombe wanakiwira wenzangu, kwa yale ambayo anayafanya mwenyekiti wetu wa chama, tunaomba yaende kuzaa matunda. Leo tunaomba kupitia zile pikipiki tuone zikizaa matunda, ili hata sisi kama viongozi tukiendelea kumshawishi aweze kutusikiliza vizuri na kututekelezea, kwa sababu yale aliyotoa mwanzo yameenda kutenda vizuri na ameleta manufaa. Lakini ndugu zangu, bodaboda, nyie ni wana kazi, kazi, kazi za kutosha hapa kata ya Kiwira, na tunawategemea sana kama mlivyonichagua kwa kura elfu kumi na nane mia nne ishirini ndani ya kata hii lakini mimi kama diwani wenu nataka kuzungumza na nyiye bodaboda kwamba mmekuwa mkijitolea kutusaidia watu wakipata shida. Mmekuwa makini kupitia sauti ya mwenyekiti wa chama mkoa wa Mbeya. Tunafahamu kwamba bodaboda hapa Kiwira umoja wenu ni wa kila kijiwe. Nilikuwa najaribu kuteta na mwenyekiti wa chama mkoa wa Mbeya kwamba mwenyekiti wa chama mkoa wa Mbeya bodaboda boda wetu Kiwira wana vijiwe kwa maana ya kila kijiwe kina mwenyekiti wake. Matamanio yangu mimi kama diwani wa kata hii ya Kiwira napenda kuufanya umoja huu wa bodaboda ili tupate kiongozi awe mmoja kwenye kata hii. Tuchague mwenyekiti, katibu pamoja mwenye na mtunza hazina, ili umoja wao huu, tutakapokuja katika raundi hii, tusiwanunulie tena bodaboda, tuwame, tuende kwenye kosta au tuende kwenye tipa, tutafanikisha vipi hayo mipango yako, nilimwambia mwenyekiti, tulikuwa na bodaboda wa tano waliotengeneza umoja wao, kupitia serikali ya Samia Suluhu Hassan, kupitia fedha ya halmashauri walipewa milioni thelathini, wana ufugaji pale Karongo Ibura. Sasa kupitia umoja huu, mimi kama diwani, naenda kujenga hoja pale halmashauri, ili umoja wao watakaokuwa wameuunganisha, nikawaombea hela pale hata milioni sitini au milioni hamsini ije katika kundi hili, tusinunue tena bodaboda boda, tuende tukanunue kosta au tipa ili tuendelee kupanda uchumi kama bodaboda boda kata yangu hii boda boda boda boda ya Kiwira bodaboda kazi, lakini niwaombe bodaboda, ili yote haya tuyafanikiwe lazima tuwe watulivu kwenye kata yetu, tuwe na mfano ili watu watakusema, jamani, kuna moja mbili tatu, aasema Kiwira bodaboda, wananchi wakata ya Kiwira wanaendelea na shughuli zao za rasilimali kuwaingizia kipato matamanio yangu natamani sana hivyo, hata mwenyekiti atakapokuwa anaifuatilia Kiwira kute Kiwira imenyoka, mnaendelea na kazi, mtanipa nguvu kama diwani wenu kuombea yale ambayo ni matamanio ya moyo wenu. Tunawaahidi ushirikiano, kwa sababu tumeahidi vitu hapa na tumevitekelezea. Tunazungumzia mwenyekiti wa chama mkoa wa Mbeya, kwa maana ndio msimamizi mkuu wa serikali ndani ya mkoa huu kwa naombeni ushirikiano wenu, naombeni mumpe ushirikiano mkubwa mwenyekiti wa chama mkoa wa Mbeya, ambaye ni Patrick Mwalunenga. Nadhani hapa mmembatiza jina, mnamwita Trump wa Mbeya, wengine wanasema Mwalunenga ni mwanaume wa shoka. Kwa hiyo ili aoneshe wanaume wa shoka uendelee kuendelea, tunaomba tupate utulivu.